Huduma ya kitaifa ya polisi nchini Kenya NPS imeagiza kukamatwa kwa msanii wa nyimbo za kiasili za Kikuyu Samuel Mchoki maarufu kama Samido, ambaye pia ni afisa wa polisi aliyepewa kazi katika kitengo maalum cha kukabiliana na wizi wa mifugo, yani Anti Stock Theft Unit kilichopo Giligili, kaunti ya Nakuru. NPS imesema kuwa Samido, ambaye kwa sasa yuko nchini Marekani, kutokana na machapisho ya hivi karibuni kwenye mitandao yake ya kijamii, amekwepa majukumu yake katika kituo cha Giligili gili, tangu Mei 27 mwaka huu, huku wakubwa wake wakisema kuwa hawajui aliko. Kamanda wake amesema kuwa msanii huyo alipewa likizo lakini hakurudi kazini na ameongeza muda wake wa mapumziko bila kutoa taarifa yoyote kwa zaidi ya siku kumi, hali iliyosababisha atangazwe rasmi kuwa amekwepa kazi, maarufu kama dizeta. Tangu wakati huo hajaonekana na mahali hapo alipo hadi sasa hapajulikani. Juhudi za kumtafuta zimegonga mwamba. Sehemu ya taarifa hiyo imesema mshahara pia wa msanii huyo umesitishwa mara moja. Matatizo ya Samido yalianza baada ya kurekodiwa akiongoza mashabiki wake kuimba wimbo wa wantam katika mojawapo ya maonyesho yake ya hivi karibuni, jambo ambalo NPS ilisema linakiuka amri za kudumu za huduma, yani SSO. Wantam ni wimbo ama neno ambalo linatumiwa hivi sasa nchini Kenya ambalo linamaanisha, wantam likimaanisha kuwa rais William Ruto atahudumu kwa mhula mmoja pekee. Kutokana na tukio hilo, alihamishwa kutoka makao makuu ya polisi wa eneo la Kati hadi katika kitengo cha polisi wa utawala cha kukabiliana na wizi wa mifugo, yani ASTU kilichoko Giligili, kaunti ya Nakuru. Mbali na kuhamishiwa Giligili, Samido anatarajiwa pia kufanyiwa uchunguzi wa kinidhamu na wakubwa wake, ambao unaweza kuzaa matokeo mbalimbali, yakiwemo kufukuzwa kazi katika huduma ya polisi, kushushwa cheo kutozwa faini au kupewa onyo rasmi. Hayo yanajiri huku seneta mteule Karen Nyamu amedai kuwa huenda baadhi ya maafisa wa polisi wanashirikiana na upinzani, akitaja kisa hicho ambacho Samido aliimba wantam, akimaanisha one time kwenye matamasha ya Mugithi. Seneta Karen Nyamu ni mke wa pili wa msanii Samido, ambapo mke wa kwanza wa Samido anaishi nchini Marekani. hawa ndiyo polisi wanaweza kuwa wanashirikiana na upinzani kama polisi wanafikia hatua ya kuimba wantam kwenye tamasha za Mugithi, ni nini kitawazuia kushirikiana na upinzani ili kuionyesha serikali kama wauaji? Amehoji seneta Nyamu. Kwa sasa Kenya iko tumbo joto baada ya polisi kushutumiwa kuhusika na kifo cha kijana Albert Omondi Ojwang ambaye alituhumiwa kuchapisha taarifa za uongo. Mmoja waliyolalamika dhidi ya Albert Ojwang ni naibu inspekta wa polisi. Kifo cha Ojwang kimeleta sekeseke jipya ambapo jana vijana maarufu kama Gen Z waliandamana mitaa ya jiji la Nairobi wakianzia hospitali alikokuwa kijana huyo kisha kuelekea kituo kikuu cha polisi aliposhikiliwa Albert Ojwang kabla ya kukutwa na umauti. Vijana hao walikuwa wakiimba kumshutumu rais wao wakimhusianisha na visa vya vijana nchini humo kutekwa na wakati mwingine wakiokotwa wakiwa wamekwisha fariki. Polisi walisema kuwa Ojwang alifariki kwa kujijeruhi yeye mwenyewe, lakini ripoti za u chunguzi yani, postmortem imeelezwa kuwa kijana huyo alikuwa amevimba kichwa akiwa na majeraha mikononi na poani, jambo linaonesha kuwa aliteswa. Pia msemaji wa zamani wa polisi Charles Owino amesema kuwa amezungumza na maafisa waliomkamata Albert kule Homa Bay, na kwamba wamemweleza kuwa walimsafirisha vizuri hadi jijini Nairobi na kisha kumkabidhi salama kwa maafisa wa kituo cha polisi cha Central. Amesema kuwa jambo hilo sasa linaweka maafisa wa kituo cha polisi cha Central Jini Nairobi katika hali ya ibu. Hii ni Msasa Media kwenye mitandao yote ya kijamii. Tunapatikana kama Msasa Online, to follow, like, comment na share. Msasa, kisasa zaidi.